Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi za riwaya zinazosimuliwa na Zeysha. Je, unajua kwamba mtu mmoja anaweza kubadilisha historia ya taifa zima? Mtu ambaye alikaa gerezani miaka ishirini na saba kwa sababu ya imani yake na haki na bado akasamehe wale waliomdhuru. Hii ni hadithi ya Nelson Mandela, maarufu kama Mzee Madiba, mtu ambaye alifundisha dunia yote kuwa nguvu ya msamaha ni kubwa kuliko kisasi. Karibu tusafiri pamoja katika Talanta za Zeysha. Jina lake alilopewa la kuzaliwa ni Loli Lala, lilikuwa na maana ya mtu msumbufu ama mleta fujo. Jina lake lingine ni Nelson Mandela. Alizaliwa mwaka 1918 katika kijiji kidogo cha Mvezo, Afrika ya Kusini. Alikulia katika familia ya kawaida lakini utotoni aliona tofauti kubwa kati ya watu weusi na watu weupe kutokana na mfumo wa ubaguzi wa rangi. Alipenda kusoma na baba yake alimtia moyo kuongoza, lakini hakukosa changamoto: ukandamizaji, ubaguzi wa rangi, hali ya kutokuwa na sauti. Mandela alijua mapema kuwa hatoweza kubadilisha dunia yote lakini anaweza kuanza na akili yake na moyo wake. Hapa ndipo safari ilipoanza. Mandela aliungana na African National Congress ANC kupigania uhuru kwa watu weusi. Alikuwa mstari wa mbele kupinga sheria za kikatili za ubaguzi wa rangi. Kutokana na mapambano yake, alikamatwa na kupelekwa gerezani Robben Island. Hapo alikaa miaka 27 akikabiliwa na ukosefu wa uhuru, upweke na hali ngumu. Gereza lilimfunza Mandela kitu kisichokuwa cha rahisi: msamaha. Aliweza kuona kuwa kisasi kingemzidi tu, lakini msamaha ulikuwa na nguvu. Mandela aliachiliwa gerezani mwaka 1990 akiwa na umri wa miaka 71. Aliingia kwenye dunia iliyo na chuki kubwa, migawanyiko ya rangi, na hali ngumu ya kisiasa. Badara ya kulipiza kisasi, alianzisha ushirika na upatanisho. Aliongoza nchi kuelekea kwenye uchaguzi wa kidemokrasia mwaka 1994 na kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika ya Kusini. Mandela hakutumia nguvu ya kisiasa bali nguvu ya kushikamana. Alifundisha dunia kuwa uvumilivu na msamaha vinaweza kubadilisha historia. Mandela aliunda urithi wa matumaini na mshikamano na haki. Alihimiza elimu ya haki za binadamu na mshikamano wa taifa. Somo kuu: hatuwezi kubadilisha kila tukio lililotokea lakini tunaweza kuamua hatima yetu. Msamaha ni nguvu ya ukweli, na ujasiri si pale unapoogopa, bali pale unapochukua hatua licha ya hofu. Hii ni historia ya Mandela, mtu mmoja aliyebadilisha taifa. Je, ungekuwa wewe, ungechagua kisasi au msamaha? Naomba jibu lako kwenye komenti hapo. Mimi ni Zeysha, hii ni Talanta za Zeysha. Subscribe, ili uweze kujifunza hadithi nyingine za watu mashuhuri waliobadilisha dunia. Comment, nataka nguvu ya Mandela, na nitakuonyesha hadithi nyingine zinazogusa moyo. Na maliza wa kusema, babu yangu aliwahi niambia nami nakwambia wewe rafiki yangu, kabla hujamsikiliza mtu mwingine, jisikilize wewe kwanza.